Habari kamili. Washington, Rais Donald Trump wa Marekani ameamuru kuhamishwa kwa maafisa wa nchi yake kutoka eneo la Mashariki ya Kati katika kile anachodai kwamba uwezekano mkubwa wa eneo hilo kuwa hatari, akiongeza kwamba nchi yake kamwe haitoruhusu Iran kuwa na silaha za kinyuklia. Shirika la habari la Reuters laripoti kwamba Marekani yajitayarisha kuwaondosha maafisa wake wa ubalozi nchini Iraq na kuziruhusu familia za wanajeshi kuondoka kwenye maeneo yote Mashariki ya Kati kutoka kirisho kikubwa cha usalama. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewaruhusu pia wale wanaotaka kuondoka kwa hiari zao nchini Bahrain na Kuwait kufanya hivyo mara moja. Uamuzi huu umechukuliwa wakati juhudi za kufikia makubaliano juu ya mpango wa nyuklia wa Iran zikionekana kukwama na taarifa za kijasusi za Marekani zikiashiria kwamba Israeli imekuwa ikijitayarisha kuvishambulia vinu vya nyuklia vya Iran, hatua inayoweza kuifanya Iran kulipiza kisasi.